Mwenyekiti wa Taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ameshinda kesi ya uhaini iliyofunguliwa dhidi yake, na endapo haki itatendeka atakuwa uraiani mapema Novemba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Huo si mtizamo wangu wala si mtizamo wa Jasusi TV, bali Jasusi TV ilifanya jitihada za kuwasiliana na wanasheria mahiri watatu Uh, mwanasheria mmoja uh, yupo katika jopo la wanasheria wa Mheshimiwa Lissu, yeye yuko Tanzania. Mwanasheria mwingine ni wa Kenya, lakini amekuwa akifuatilia kesi hii kwa karibu, kwa sababu kesi hii inafuatiliwa na watu mbalimbali sehemu mbalimbali duniani. Na mwanasheria wa tatu ni Mtanzania, lakini mwenye makazi yake hapa Uingereza. Wote kwa pamoja waliafikiana uh, kwa nyakati tofauti kuwa kesi hiyo uh, Mheshimiwa Lissu ameimaliza na jamhuri imefanya vibaya katika mashahidi wake watatu, performance yao ilikuwa ni mbovu a, lakini sio jambo la kushangaza, kwa sababu kesi yenyewe tangu mwanzo ilikuwa ni kesi ya kutengenezwa, ni kesi ya kisiasa, sio kesi ya kisheria. Lakini pia wanasheria hao wamesema kwamba hii kesi haikupaswa kufikia hatua ya mahakama kuu kwa sababu kulikuwa na mapungufu mengi katika ngazi ya awali, wakati wa kesi hiyo ikiwa ipo katika ngazi ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, kulikuwa na mapungufu mengi ambayo yalipaswa kesi hiyo iishie kule, lakini kwa sababu ni ya kisiasa, ndio imebidi ifike katika ngazi ya mahakama kuu. Lakini pia wakasema kwamba kufika huko kwa mahakama kuu imekuwa ni Uh, kama habari njema pia kwa sababu kwa upande mmoja wananchi mbalimbali wame, wameelimika kisheria kwa darasa linalotolewa na, na Mheshimiwa Lissu, lakini pia uh, kwa wanaofuatilia hata wasio hiyo sheria wameona jinsi kesi ilivyoanguka uh, kwa maana hii kesi ya kisiasa na sio ya kisheria. Kwa hiyo makala hii inatupia jicho hayo alioongewa na hao na sheria kwa kifupi, lakini pia kufanya tathmini ya uh, huo uwezekano wa Mheshimiwa Lissu kurudi uraiani. Sasa kwa muhtasari tu ni kwamba Mheshimiwa Lissu alikamatwa April uh, tisa mwaka huu wa 2025 na anakabiliwa na hiyo hayo mashtaka ya uhaini uh, lakini pia kuna shtaka la kutangaza habari za uongo mtandaoni. Sasa mashtaka haya um, yanategemea zaidi hotuba iliyotolewa na Mheshimiwa Lissu ambayo ndio hii ambayo imetumika kama ushahidi mkubwa, lakini kwa bahati nzuri kwa Mheshimiwa Lissu na kwa bahati mbaya kwa hao watesi wake uh, watesi wameshindwa kuthibitisha uh, hilo kosa la uhaini kwa, was, kwa kutumia uh, mashahidi watatu wakuu. Hawa mashahidi watatu walikuwa ni wa msingi sana katika kesi hii, lakini wote, uh, kwa mujibu wa hawa wanasheria, wameshindwa kuthibitisha kuwa Mheshimiwa Lissu ametenda kesi ya uhaini. Kwa hiyo uh, kwanza Mheshimiwa Lissu alikiri yeye mwenyewe uh, kwamba aliongea kwamba atazuia uchaguzi na tutachochea maasi, na hiyo ni njia ya kupata mabadiliko. Lakini hii ni kauli ya kisiasa, sio kuvunja sheria uh, kuzuia uchaguzi sio kosa la jinai na wala sio sio uhaini. Um, na vile vile kutaka mabadiliko ni wajibu wa chama cha kisiasa. Mwenyekiti wa chama cha upinzani, chama kikuu cha upinzani, Mheshimiwa Lissu ana wajibu wa kuhamasisha wanachama wake, ana wajibu wa kuhamasisha watanzania kuleta mabadiliko. Kwa hiyo huu sio uhaini, hizi ilikuwa ni kauli za kisiasa lakini mashtaka hayo yalidai kwamba uh, kuna hiyo suala la kukinukisha vibaya ambalo pia halimaanishi uhaini na wala sio kosa la jinai. Na kesi hii inasikilizwa na majaji watatu wakiongozwa na jaji Danstan Ndunguru. Um, na ni kwamba kwa mujibu wa sheria za Tanzania, kesi ya uhaini haina dhamana, lakini pia adhabu ya kesi ya uhaini inaweza kuwa kifo kwa hiyo ni kesi nzito kwa sababu ni moja ya kesi kuu a, katika mfumo wa, wa sheria za nchini Tanzania. Na mpaka muda huu mheshimiwa Lissu amekaa gerezani kwa zaidi ya miezi sita, takriban miezi sita na nusu. Kwa hiyo ni kipindi kirefu, lakini wanasheria hawa watatu wamekumbushia kwamba kimsingi hata kama mheshimiwa Lissu akishinda kesi, na wao wanasema ameshinda tayari, lakini kuna kushinda kwa aina mbili, kuna kushinda kwa maana ya kwamba kwa mwenendo wa kesi jinsi ulivyo, mheshimiwa Lissu ameshinda, lakini uamuzi wa kufa kwa kesi hii au kufutwa kwa kesi hii unategemea mahakama, na hilo ni swala tofauti kidogo, kwa sababu kesi yenyewe ni ya kisiasa, sio ya kisheria. Lakini katika mazingira ya kawaida na haki itendeka, kesi imekwisha. Hata hivyo, wanasema kwamba mheshimiwa Lissu ni kama ameshahukumiwa, kwa sababu wakati yuko jela anakaa na wafungwa ambao wameshahukumiwa kunyongwa. kwa hiyo kwa namna fulani kisaikolojia mheshimiwa Lissu tayari amehukumiwa kwa kile tu kitendo cha kumweka na hawa wafungwa wanaosubiri hukumu ya kifo. Maana yake ni kuwa mheshimiwa Lissu naye amehukumiwa, lakini hilo ni swala la uh, tofauti. Kwa hiyo katika uh, hatua inayofuata ni kupitia kwa kifupi ushahidi uliotolewa na hawa mashahidi watatu wa Jamhuri ambao wamechangia kwa asilimia mia moja kufa kwa kesi hii. Kimsingi kesi hii kama wanavyosema wana sheria lakini hata kwa sio wengine tunafuatilia kwa kuangalia tu mtandaoni, kesi imekufa, kesi imekwisha, mheshimiwa Lissu ameshinda. Kinachosubiriwa ni mheshimiwa Lissu kwenda uraiani. Sasa, mshahidi wa kwanza alikuwa ni George Wilbert Bagemo. Huyu ni uh, ZCO msaidizi, um, wa kanda maalum ya Dar. Yeye alitoa uh, ushahidi wa takriban siku tatu hivi uh, lakini ushahidi wake alikuwa ni dhaifu sana na Mheshimiwa Lissu kwa umahiri mkubwa akijitetea mwenyewe uh, alifanikiwa kwa kiasi kikubwa kuonyesha kwamba ushahidi wa ACP George Bagemu uh, haukukidhi kile ambacho anashtakiwa Mheshimiwa Lissu, yani hiyo kesi ya uhaini. Alishindwa kuthibitisha kuwa Mheshimiwa Lissu ametenda kosa la uhaini. Kwanza uh, huyu Bagemu alisema kwamba amefanya uchunguzi, alijigamba kwa namna fulani kwamba amefanya uchunguzi wa kesi mbalimbali za kisiasa, na ilikuwa ni ujanja wa mheshimiwa Lissu kumweka kwenye kona ili ajifunge, ajifunge kitanzi yeye mwenyewe. Alimuuliza kuhusu uzoefu wake ya kesi za kisiasa, na akajigamba kwamba amesimamia kesi mbalimbali, moja ya kesi ikiwa ni pamoja na kesi dhidi ya makamu wa mwenyekiti wa taifa uh, wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, mheshimiwa John Heche. Um, lakini katika kesi zote hizo ambazo ubagiemu alikuwa amehusika katika uchunguzi zote zilikufa, zote zili hazikuendelea na Mheshimiwa Lissu akasema, hii ni ishara kwamba wewe sio mahiri katika kazi yako, lakini pia inaweza kutafsiriwa kuwa kesi zote hizo zilizotengenezwa huko nyuma zilikuwa ni kama hii ya sasa ya Mheshimiwa Lissu, kwamba ni kesi zilikuwa zinatengenezwa kimchongo, na kesi za kimchongo mahala popote huwa hazina uhai mrefu, zitafika sehemu zinakuja kuanguka. Kwa hiyo hii ilikuwa hoja ya kwanza. Pili, uh, wakati wa maswali Mheshimiwa Lissu alimbana huyu wakili huyu uh, uh, uh, shahidi uh, kuhusiana na taarifa alizozitoa polisi na alizozitoa mahakamani na hii imekuwa ni changamoto tangu mwanzo kwa maelezo yalikuwa yanatolewa kule polisi ambayo ndio alijenga msingi wa kesi na maelezo yaliyopo mahakamani yalikuwa na tofauti kubwa. Um, kwa hiyo maneno kwa mfano tutachochea maasi ambayo yalikuwemo kwenye taarifa ya awali, lakini mahakamani uh, kulikuwa na tofauti kati ya kile kilichowasilishwa mahakamani na kile ambacho kiliandikwa kule polisi. Lakini jambo la tatu ni kwamba yeye mwenyewe Bagemu alikubali kwamba hakuwa na ushahidi wa moja kwa moja kwamba Mheshimiwa Lissu alikuwa na nia ya kuchochea uh, maasi na pia alionyesha kutokuwa kuto na uelewa wa sheria za uhaini wala muktadha wa kisiasa wa hotuba ya Mheshimiwa Lissu. Na katika jambo la nne, Mheshimiwa Lissu alifanikiwa kuonyesha kwamba huyu Bagemu alikuwa hana uelewa wa historia ya uchaguzi Tanzania, hakuwa na uelewa wa hukumu za kimataifa kuhusiana na masuala ya uchaguzi, na vilevile vile alikuwa hafahamu changamoto za uh, vyama vya siasa vya upinzani zinazopitia hapa nchini Tanzania. Uh, kadhalika katika maswali kadhaa aliyoulizwa takriban takriban nusu ya maswali aliyoulizwa majibu yake yalikuwa ni sifahamu au sina jibu. Kwa hiyo, kwa kiasi kikubwa ni mtu ambaye alikuwa haielewi nini alichokuwa nakiongea. Shahidi wa pili alikuwa ni Inspector John Kaya. Huyu ni wa kutoka kitengo cha uchunguzi wa uhalifu wa mtandao. Naye uh, alidumu kwa siku kadhaa, lakini pia kama ilivyokuwa kwa Bagemu, huyu naye ushahidi wake ulikuwa ni mbovu na pengine mbovu zaidi wa yule wa kwanza. Kwanza Mheshimiwa Lissu alimbana um, kuhusu taarifa. Kama ilivyokuwa kwa Bagebu, taarifa ya awali na taarifa ya mahakamani zilikuwa na tofauti kubwa, na yeye mwenyewe uh, huyu Kaaya alikiri kwamba kulikuwa na tofauti kati ya ile taarifa ya polisi na pale mahakamani. Na katika rundo la maswali yaliyoulizwa, uh, Kaaya alikubali kwamba um, katika majibu yake hayakuwepo. Kwa hiyo sio tu kwa mheshimiwa Lissu alionyesha, lakini pia yeye mwenye alikiri kwamba hakuandika katika, aidha hakuandika katika maelezo yake au kile kilichoongelewa mahakamani ni tofauti na kile kilichopo kule uh, polisi. Kadhalika kulikuwa na uh, swali ambalo lilipelekea kuonyesha bayana kwamba hawa watu sio tu wa kujiandaa, lakini hawakuwa mahiri katika kile walichokifanya, na hili lihusu nani aliyepandisha video hiyo yenye hotuba ya mheshimiwa Lissu katika akaunti ya YouTube ya Jambo TV. Uh, Jasusi TV inaendeshwa na mimi. Kwa hiyo video zote zinazopandishwa hapa zinapandishwa na mimi. Video zinaweza kuwa na maudhui mbalimbali, lakini mpandishaji ni mimi. Kwa hiyo hawa walidai kuwa Mheshimiwa Lissu ndiye aliweka video uh, kwenye akaunti ya YouTube ya Jambo TV, jambo ambalo hata huhitaji kuwa na akaunti ya, ya YouTube, huhitaji kuwa na uzoefu masuala ya kuelewa, kwa kwamba hiki kilikuwa ni kitu cha kipuuzi. Kwa hiyo um, Mheshimiwa Lissu alieleza kwamba yeye sio mtumishi wa Jambo TV. Yee hana nywila kwa maana ya password, ili uweze kuingia kwenye akaunti ya YouTube na ku na kupandisha video, sharti uwe na hizo credentials kwa maana ya username na password na vitu kama hivyo ambavyo asingeweza kuwa navyo. Kwa hiyo hili pia lilikuwa ni anguko kubwa kwa upande wa mashtaka. Uh, kadhalika alipoombwa kuuliza ni sheria gani inayohusiana na Mheshimiwa Lissu kuhusiana na mwaliso, uhaini hakuweza kutoa jibu la kueleweka kisheria. Alikubali kwamba hakusoma mashtaka kwa makini na hakujua mheshimiwa Lissu anashitakiwa kwa nini hasa. Uh, lakini jingine ni kwamba uh, kulikuwa na um, katika maelezo uh, kwamba kama alikuwa mtu ambaye anazungumza vitu ambavyo ameambiwa, rather yule mtu ambaye amefanya uchunguzi. Kwa hiyo hakukuwa hakuwa shahidi muhimu kama alivyopaswa kuwa, ni shahidi alikuwa ni shahidi muhimu huyu ni star katika, katika, katika lugha za Kiswahili ni star witness. Hawa mashahidi watatu walikuwa ni mash, mashahidi muhimu, lakini kutokana na performance zao walikuwa ni watu kama ambao wameokotwa kuja kufanya tu kile ambacho anatakiwa kufanya. Uh, shahidi wa tatu alikuwa ni Kaya mwingine, huyu kaya wa pili. Uh, huyu shahidi wa pili alikuwa ni John Kaya, inspector John Kaya, lakini shahidi wa tatu alikuwa ni inspector Samuel Elbariki Kaya. Huyu uh, ni kutoka kitengo cha picha cha tume ya uchunguzi wa kisayansi and forensics. Um, yeye naye aliyumba vibaya sana, kwa sababu huyu bwana mwanzoni alitumia muda mwingi sana kuonyesha umahiri wake, kozi mbalimbali alizosoma uzoefu wake, uelewa wake kuhusu masuala ya forensics, mambo ya mtandaoni na vitu vitu kueleza kadhaa. Lakini ilivyokuja kwenye maswali na Mheshimiwa Lissu, alikuwa ma... alikuwa mvumilivu ile cross examination, akachemsha. Kwanza mahakama ilikataa ushahidi, aliweka pingamizi na pingamizi zake ilikubaliwa kwamba uh, huyu Kaya yeye ametajwa kama ni mtaalamu wa picha picha tulivu na hakuwa na mamlaka ya kisheria kuchambua ushahidi wa video, kwa sababu hapa hoja ilikuwa ni kuhusu video hiyo ya maneno aliosemwa na Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo mahakama ilisema waziwazi kwamba vitu hivi viwili vina maana tofauti na Jamhuri imeshindwa kuvitofautisha. Shahidi huyu hana nguvu ya kutoa video hizi. Wataalamu wa cyber forensics ndio wangelikuwa waje kutoa taarifa hizi. Halafu pia, Mheshimiwa Lissu alionyesha kwamba tangazo la serikali namba 823 mwaka 2024 lilitaja wataalamu 27 wa cyber forensics, lakini jina la huyu bwana Kaya halikuwemo. Inamaanisha kwamba ni mtaalamu aliyechaguliwa mfukoni, bila mamlaka ya kisheria kwa hiyo mahakama uh, pia ilikataa ripoti yake ya forensics. Mahakama ilisema kwamba Kaya aliweza kutoa tu cheti kama ilivyoelezwa katika sheria ya taratibu za jinai, lakini sio report. Kwa hiyo ushahidi wake ukakataliwa, na pia kulikuwa na flash disk, memory card, na vitu kama hivyo ambavyo pia vilikataliwa kwa sababu havikuweza kuendana na kanuni na taratibu. Kwa hiyo um, Oktoba ishirini na nne upande wa mashtaka ulikuja mahakamani uh, ukionyesha bayana kwamba uh, hawana mwelekeo sahihi, na huyu wakili wa serikali Renato Simkude akaiambia mahakama kwamba shahidi wa nne ambao alitakiwa kumwasilisha alikuwa yuko mkoani, kwa hiyo asingeweza. Lakini Mheshimiwa Lissu alipinga hivi kali, kwa sababu alionyesha, alieleza bayana kwamba hawa watu hawana kesi, kesi yao imesha kwenda mrama, kwa hiyo wanataka kuchelewesha muda, na akasema kabisa kwamba kesi hii imekwisha. Aa, maneno ya kutoka kwa mawakili wa serikali ni matupu na yamelenga kutupotezea tu muda. Hata hivyo na akataka kwamba mahakama ikipendezwa impe dhamana kwa sababu hakuna haja ya kuendelea kukaa jela wakati kesi hakuna. Hata hivyo mahakama hiyo chini ya Jaji Nduguru ikagoma kutoa dhamana kwa kudai kuwa kesi ya uhaini haina dhamana na kesi ikaahirishwa hadi Novemba tatu ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kwa hiyo katika misingi ya haraka kwa, kwa kufupisha maelezo Uh, kwa mujibu wa maelezo ya hawa wanasheria kwa jumla ni kwamba kuna vitu kadhaa ambavyo vinaonyesha kuwa Mheshimiwa Lissu ameshinda. Kwanza uh, bila video uh, na hiyo, uh, bila report ya forensics, na bila ushahidi wa kimwili uh, upande wa mashtaka hauna kesi. Kama mpaka muda huu hakuna kesi, mpaka walipofikia hapo hakuna kesi. Uh, na mashahidi waliobaki wakiwemo maafisa wa polisi na wapanda pikipiki wanaodaiwa kuchochewa wanaweza tu kushuhudia kile walichokiona mtandaoni, lakini hiki tayari kimeshakataliwa. Kwa hiyo kesi ya msingi imekwisha. Lakini pili, uh, mheshimiwa Lissu hawezi kushtakiwa kuhusu uhaini kwa kusema tu maneno, kwa sababu kisheria uhaini lazima uonyeshwe kwa vitendo vya kimaandishi na vya kimwili. Video ilikuwa kitendo cha kimaandishi kinachomhusisha mheshimiwa Lissu um, kwa hiyo kwa kuikataa video hakuna kitendo uh. Lakini hili pia alisha kuliongelea kwa mwanzo. Licha tu ya video kukataliwa, lakini pia uhaini unahusisha sio tu maneno, lakini pia kuna vitu vingine ambavyo hawa mashahidi wameshindwa kuzungumzia. Lakini kadhalika mheshimiwa Lissu alisema kwamba huwezi yeye ha, hawezi kupakia video hiyo iliyo ya kesi kwenye channel ya YouTube ya Jambo TV kwa sababu hana password na wala hamiliki wa account lakini pia video hiyo ilichezwa pia na Clouds media Mwanzo uh, TV na, vingi, na, na, na media mbalimbali uh, lakini hizo his, media nyingine hazijaitwa mahakamani, yaani sio mashahidi wala hazishtakiwi. Kama kosa lilikuwa ni kuweka video mtandaoni, kwa nini anashtakiwa yeye peke yake na sio hao wengine wanaodaiwa pia kufanya hivyo? Kwa hiyo uchambuzi wa kisheria unasema wazi kwamba Uh, upande wa mashtaka hauna kesi yoyote, na hii ya kuahirisha mpaka Novemba tatu, yani siku tano baada ya uchaguzi, endapo utafanyika, uh, ni kwamba lengo tu ni kumuweka mbali na uchaguzi ka, chochea, uchaguzi huo usifanyike. Kwa kifupi, uh, kuna vitu angalau sita hivi ambavyo vinaashiria ashiria kuwa kesi hii kwanza ilikuwa ni kimchongo uh, ya kisiasa, sio ya kisheria Uh, lakini pia hadi ilipofikia hapa ni kama imekufa. Kwanza ni kwamba um, kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu miezi sita kabla ya uchaguzi, katika mazingira ya kawaida katika nchi yoyote, inaonyesha kabisa kwamba huyu uh, na kosa la kutengenezwa kulikuwa ni mambo ya kisiasa. Lakini pili, yeye na chama chake cha Chadema vilizuiliwa kuhusiana na masuala ya uchaguzi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ili uh, ifungie Chadema uh, tatu Uh, katika mwenendo wa kesi kuanzia kule Kisutu mpaka katika Mahakama Kuu kumekuwa na lundo la uahirishaji wa hiyo kesi. Watu ambao wana kesi ya uhaini wana uthibitisho, wana mashtaka, wana kila kitu. Wasinge wasingekuwa wanahitaji kesi inaahirishwa mara kwa mara, kwa sababu kama walikuwa wamejipanga na wana uthibitisho, kwa nini wahitaji kesi iahirishwa mara kwa mara? Uh, lakini kingine ni hicho, utendaji wa hao mashahidi ulikuwa ni dhaifu, na wameshindwa kuthibitisha kama Mheshimiwa Lissu ametenda kosa la uhaini. Jingine, uh, ni hilo uh, la juzi ambapo shahidi aliyetakiwa kutokea wan shahidi wanne hajatokea, na kuna uwezekano kwa mujibu wa wanasheria wanahisi kwamba huyo hawa mashahidi waliobaki huenda wasitokee, na kama haki itatendeka, Mheshimiwa Lissu atakuwa huru baada hiyo Novemba tatu. Um, lakini kubwa zaidi ni kwamba mtizamo wa kijamii unaonyesha kabisa kwamba hii kesi ni ya kisiasa na si ya kisheria. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kabisa wa tarehe hiyo tatu Novemba mwaka huu elfu mbili ishirini na tano Mheshimiwa Lissu kuachiwa huru. Um, hata hivyo, ni muhimu kufahamu kwamba kesi hii tangu awali ilikuwa ni ya kisiasa. Kwa hiyo, pamoja na matumaini hayo kwamba hawa mashahidi upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha kesi, bado kutahitajika um, mazingira ya namna fulani kuhakikisha kuwa Uh, wata, kuna uwezekano wa jitihada zikafanyika za kupiga danadana za hapa na pale ili tu kuendelea kumchelewesha Mheshimiwa Lissu kuwa jela, lakini katika mazingira ya kawaida hapa ilipofikia mm, na kwa mujibu wa hawa wanasheria ni kwamba kesi hii imekwisha, na sio tu imekwisha, Mheshimiwa Lissu amefanikiwa kuigaragaza vibaya serikali na ni imeitia kovu kubwa. Um, kwa hiyo matumaini ni kwamba hiyo Novemba tatu. Um, itakuwa tu ni kutekeleza wajibu lakini hatimaye Mheshimiwa Lissu ataachiwa. Uh, na sote tunatumaini itakuwa hivyo. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Basi karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.